Kuelekea Disemba 9 ambapo kumekuwa na taarifa za maandamano, ni kuwa Umoja wa Mataifa, yani UN, umetoa e, wito kwa Tanzania ambao wito wa kuheshimu haki za kujieleza na kukusanyika kwa amani. Sefu Magango, msemaji wa Kamishna Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ambayo yuko Nairobi, tunahimiza serikali kuyaelekeza majeshi ya usalama kupanga na kutekeleza operesheni kwa namna ambayo inawezesha wa Tanzania kutumia haki hizi kikamilifu. Vilevile tunawakumbusha wakuu wa vikosi vya usalama wajibu wa kuchukua hatua mapema kuhakikisha kanuni hizi zinaheshimiwa kabla ya maandamano kuelekea maandamano yaliyopangwa tarehe tisa Disemba, tunawakumbusha mamlaka wajibu wao wa kuhakikisha haki za: moja, uhuru wa kujieleza; pili, kukusanyika kwa amani; tatu, kujumuika. Ikiwa haiwezi kuepukika, matumizi yoyote ya nguvu, ikiwemo silaha zis, eh, zisizo hatari sana, yazuiliwe kwa kiwango cha chini kinachohitajika. Silaha za moto hazipaswi kutumika kutawanya mkusanyiko, isipokuwa kukabiliana na tishio la karibu la kifo au jeraha kubwa. Tunaz, uh, tunavikumbusha vyombo vya usalama: moja, kuepuka kutumia nguvu kutawanya mikusanyiko isiyo na vurugu; pili, kuchukua hatua za kupunguza mvutano; tatu, kufanya kazi kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Tangu katikati ya Novemba, wasomi, viongozi wa kisiasa, watendaji wa asasi za kiraia wameripotiwa kukamatwa, baadhi wakidaiwa kukamatwa na watu wasiojulikana. Tunatoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa watu wote waliokamatwa kiolela. Ofisi yetu inatambua kuwa serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu matukio baada ya uchaguzi Uchunguzi lazima uzingatie viwango vya kimataifa vya uhuru, kutopendelea upande wowote, ukamilifu, uharaka na uwazi, na utoe ulinzi eh, madhubutu mathubu, eh, dhidi ya vitisho, unyanyasaji au kukamatwa kiolela kwa yeyote anayeshirikiana eh, nao. Mnamo Desemba tatu polisi walitangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano ya siku ya uhuru Disemba 9. Tunatoa wito tangazo hilo liondolewe kwa kuwa ni hatua isiyo na uwiano. Ripoti zinaonyesha kuwa mamia ya watu waliuawa, zaidi ya watu elfu mbili walikamatwa baada ya maandamano kufuatia uchaguzi wa Oktoba 29 wiki tano baada ya uchaguzi, bado hakuna taarifa kuhusu idadi ya waliouawa. Hakuna ufafanuzi wa mazingira ya vifo. Ripoti za ku, kutue, eh, kutoweshwa kwa nguvu bado hazijajibiwa. Kuto kuwepo kwa uwazi kuna dumaza imani ya umma. Kumekuwa na ripoti za kuongezeka kwa maafisa usalama mijini, maonyo kwa biashara, vikwazo vya uuzaji wa mafuta Ufuatiliaji uliopanuliwa kwa mawasiliano ya kidijitali. Hizi zinahatarisha na kuongeza mvutano kati ya umma na mamlaka. Hii ni taarifa kuhusu Umoja wa Mataifa ambao umetoa tahadhari kuelekea Desemba e, 9 ambayo ni siku ya uhuru wa Tanganyika, e, ambapo e, mamlaka Yaani serikali ya Tanzania imeombwa kuyafanyia kazi hayo mambo mara moja kabla ya maandamano kufanyika.